Naitwa Mdoe Hajikombo, ni mheshimiwa mbunge wa jimbo la Nungwi, naitokana na Chama cha Mapinduzi. Leo tumeamka na ziara yetu ambayo tulipita kipindi cha kampeni kwa wananchi wetu, wakatupa malalamiko yao. Kwa hiyo leo tumekuja kwanza kuja kutoa asante kwa kutuchagua sisi kama viongozi katika jimbo hili la Nungwi, lakini pia tulichukua changamoto zao kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa kipindi hiki kifupi leo tumeamua kuja kutekeleza kile ambacho tulikichukua kutoka kwa tuliona katika jimbo letu la Nungwe, sana sana changamoto yao kubwa ni tatizo la maji. Kwa hiyo kama tatizo la maji tulichukua jumla ya matenki, yalikuwa ni matenki kumi na saba, lakini leo tumeanza na matenki matatu, lakini tumeanza na matofali 700 katika skuli yetu hii ya Tazari. Tunayo mifuko 25 ya saruji, kuna mashine za maji. Utekelezaji huu wote ni kwa ajili ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kama ilivyotuelekeza. Lakini mpaka sasa hivi tumetumia jumla ya milioni kumi na tano, lakini tunatarajia kutumia kwa utekelezaji huu wa awali tutakwenda na jumla ya milioni kama 25 na kitu mpaka 30. Huu ni mwanzo wa safari hiyo, lakini kuna mengi mazuri ambayo yatakuja. Tunaelewa kwamba kuna changamoto ya maji katika shehia za Banda Kuu, sheria za Kiungani katika wadi ile kule Banda Kuu, lakini tunayo changamoto ya maji katika kijiji cha Bwereo. Hizi zote tunazijua na tunazifanyia kazi, lakini katika jimbo hili la Nungwi tunao mradi mkubwa wa maji ambao unaendelea, tangi linajengwa maeneo ya Kimalele pale. Mradi ule tunawaahidi kwamba tutausimamia na manufaa yote kwa sababu ile mradi ni mradi ambao unatarajiwa huo ni mradi wa mkoa, kwa hiyo matarajio yao ni kwamba sisi tutausimamia ili basi, kwa vile upo katika jimbo letu la Nungwi. Wanufaika wakubwa mradi ule ni wananchi wetu katika jimbo hili la Nungwi. Naitwa Dr. Salum Sudi Hamed, ni mwakilishi wa jimbo la Nungwi lakini pia ni naibu waziri wizara ya kilimo, umwagiliaji, maliasili na mifugo, kupitia chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Leo tuko kwenye ziara yetu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika jimbo letu la, la Nungwi na kama mlivyoona leo tumeandamana na kamati yetu ya siasa ya jimbo lakini kamati ya siasa ya wadi pamoja na matawi husika yale ambayo yanahusika na utekelezaji wa siku ya leo. Tunachokitekeleza hapa ni miongoni mwa vile vitu ambavyo tuliahidi ama tuliombwa wakati wa kampeni. Kama tunavyojua, kwenye majimbo yetu mahitaji yako mengi, lakini na sisi mara hii tumejipanga kuyatekeleza, na tena tutekeleze kwa wakati, kwa sababu haya tuliyoyafanya ni chini ya siku mia moja. Tumeanza nayo kwa leo lakini pia ziara kama hii tunatarajia iendelee tena wiki ijayo, kwa yale maeneo ambayo hatujayafikia. Jimbo letu lina shehia tisa, lakini lina matawi kumi. Kwa hiyo sehemu tulizopita leo tumekava karibia maeneo sita, kwa hiyo tunajua tuna maeneo manne ambayo bado hatujayagusa. Hayo tutakwenda kumalizia kwenye utekelezaji wake kwenye wiki ijayo. Kombo Haji Manja, naishi hapa Tazari, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya skuli ya Tazari. Kwa hiyo nashukuru kwa haya matofali tumekabidhiwa leo, na shukuru, tumefarijika sana. Na pia, yanatupa mwamko kwa sababu tulipata matatizo kidogo hapa, wezetu wakatususia, hawataki kuja, tunatafakari tutapata wapi cha kumalizia hapa skuli, na tuliahidi Januari skuli tuimalize, si wenyewe, baadae ndo tuende wakuomba mambo ya wezesi na mambo mengine kwa jina anaitwa Ziada Mshambajabi, ni mkazi wa jimbo hili la Nungwi, mkazi wa Fukuchane. Tumefarijika sana kwa kitendo alichotufanyia viongozi wetu, mbunge, mwakilishi pamoja na madiwani, hasa kwa upande wa kina mama, kama ku, ku, ku, kuwasaidia jamii matengi ya maji masafa marefu. Kwa jina naitwa Suleiman Ria Wanimo. Kwa kweli ndoto yangu imefanikiwa, ndio maana nikasema nika sitozungumza maneno makubwa sana katika viongozi wangu wa jimbo la Nungwi, kwa sababu wameonyesha mfano, hata ule mwenendo wao wa kufanya ile kazi bado, kwa sababu mimi kama mi najua Januari hawa ndo E, Januari ndo wafanye kazi lakini wanaifanyia hii kazi hata Januari, ba, Januari bado na katika mwenendo wangu wa asubuhi tangu ilipotembea wanaonyesha mwongozo mzuri kwa wananchi, wanakwenda mwenendo mzuri kwa wananchi. Kwa hiyo ndoto zangu hazikupotea kuwachagua viongozi wangu wote.